Aa, leo hii katika Ukweli Mtupu, mimi binafsi nina ukweli wangu ambao nahitaji kuzungumza, na ukweli huu nataka kila mmoja uweze kumfikia. Ukweli wangu siku hii ya leo, nataka niuzungumze juu ya wasomi wa filamu. Ah, hapa Tanzania tumebarikiwa kuwa na taasisi mbalimbali mbali, ambazo taasisi hizi zinajishughulisha na utoaji wa elimu ya sanaa ya filamu, ikiwepo Chuo Kikuu cha Dodoma, taasisi ya sanaa ya Bagamoyo asuba pamoja chuo kikuu cha Dar es Salaam na taasisi nyinginezo. Sasa katika taasisi hizi vijana wengi sana wanakwenda na kujipatia elimu juu ya sanaa hasa sanaa hii hapa hivi ya filamu, lakini cha kushangaza zaidi ni kwamba vijana hawa hatuwaoni katika tasnia. Sasa je, kuna faida gani ya vijana hawa au serikali kuandaa program kama hizo na kuwasomesha vijana hawa kuwapa mikopo alafu mwisho wa siku hatuwaoni katika tasnia. Manake lengo la serikali kuwasomesha vijana hawa ni kwa ajili ya kupata wataalamu ambao watakuwa bora zaidi katika tasnia na kuhakikisha tasnia yetu ya filamu inakwenda mbele. Lakini sasa, uh, sasa hivi ilivyokuwa ni kwamba vijana wanasoma, wanapata elimu ya filamu, wanapata ujuzi, lakini mwisho wa siku ujuzi wao huo wanakwenda wanakwenda nao nyumbani wanajishughulisha na shughuli nyingine tofauti na filamu. Sasa je, kuna faida gani kwa vijana hawa kujifunza filamu? Je, tasnia yetu itakuwa lini? Sasa wewe kama ni msomi au ni umepata ujuzi wa filamu kupitia taasisi hizi za serikali na hata za binafsi, umesoma kuanzia chekechea mpaka umefika chuo kikuu na umechagua kusoma filamu, una ujuzi wa filamu, alafu ujuzi wako huo hujui una manufaa gani Jiulize wewe mwenyewe hapo ulipo, kwamba je, ujuzi nilio nao, je una faida gani katika tasnia? Kama unaona kwamba ujuzi ulio nao hauna faida yoyote katika tasnia, basi jua wewe ni miongoni mwa watu ambao wanaiangusha tasnia yetu ya filamu, wanaifanya tasnia yetu ya filamu ishindwe kwenda mbele kama ambavyo tunatarajia. Serikali imekusomesha wewe ikitarajia kwamba wewe utakuja kuwa mchango mkubwa kwa ajili ya kuikuza na kuinyanyua tasnia yetu ya filamu lakini wewe umekuwa ni wa kwanza kupata ujuzi na kukimbia nao kusikojulikana. Maana yake ni kwamba wewe unaididimiza tasnia yetu ya filamu. Watu ambao hawana elimu kabisa ya filamu ndio ambao wapo wanahangaika na tasnia, wanaenda huku, wanakwenda kule. Wewe ujuzi unao, lakini mwisho wa siku wewe ndio wa kwanza kuikatisha tamaa tasnia, kwamba unaiona kama hailipi au unaona kwamba sio pati ya ajira kwako wewe, na wakati umejifunza. Maana yake ni kwamba wewe unaididimiza tasnia ya filamu. Nimemaliza.